Kwamba unajiweka wewe ni mtu wa kutahadharisha manahiji al-mukhalifa. Wengine wanajipa majina kabisa mzee wa raddi, lakini ni mkataka chumbari tu kwenye vibanda huko. Ukiangalia usomaji wake, hali yake, mzee wa raddi vipi? Wewe unafanya tahdhir wakati ni dhaifu kwenye tasili ghairu muassal ha lakini kajiweka hapo kimbelembele, jambo likitokea hata mashekhi waliomzidi umri, waliomzidi ilmu, kaka zake kwenye mji wake hawajazungumza kitu, yashazungumza huko. Kuna radi ya moto inakuja huko. Anasema mwenyewe kuna upupu tuliouchanganya <laughs> na tangawizi, vijana wa meno magumu he, tunakuja kuwafukiza mahizbi. Anazungumza jambo waliomzidi elmu wala hawajasema, kukosea kwake kunakuwa kukubwa kulikokupatia, na wakati mwingine akaitukanisha da'wa, ikaonekana ah, masalafi ndio wako hivyo. Kisikiliza akisoma makosa hizo fatawa na kusea watu wengine wa, wa, wa bid'a wanapata kwa kusemea haya. Ah, hebu angalieni huyu shekhe wa masalafi anavosoma hizi ibara, alafu wanamuweka pale shekhe gani? rupukaji tuwe bwana, lakini tayari umetoa rududi zako kwa jina la usalafi, watu wote wana wanaingia aibu kwa sababu yako. Hawa vimbelembele hawa ndio wanakatazwa hapa.